Kwa kunipatia muda huu, nami nichangie machache nilionayo. Jambo langu la kwanza, jamani waheshimiwa wabunge, sisi tumechaguliwa na wananchi kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa basi, tunaposhangilia hapa, tunapopitisha hivi vitu vio, kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Sasa basi, kamati zote, kila kamati iliyosimama hapa ilikuwa inalalamika ufinyi wa bajeti. Bahati nzuri sasa hivi imeturudia si wenyewe, na hii iwe fundisho. Kila kitu kinachokuja mnapitisha. Na mimi ingekuwa mlyangu hizi meza zingekuwa za chuma ili kabla mtu hajapiga anafikiria maumivu. <laughs> Bajeti kila kamati imepewa shilingi milioni kumi kwa ajili ya safari za nje. Jamani, katika hali ya kujiuliza, kamati ya chini kabisa ilikuwa na watu sio chini ya kumi na nane. Hivi milioni kumi unaenda nchi gani? unatumia usafiri gani? Bajaji. Jambo langu la pili, kitu ambacho nime experience katika hizi kamati kuwa serikali inapokuja kujibu, inakuja timu ya watu 30, anayeongea mtu mmoja hivi. Jamani, ufujaji wa pesa hizi za wananchi, hamna kazi nyingine. Utakuta wanakuja wanajibu, afu wanajibu mtu mmoja nusu saa, afu mistari yenyewe miwili, wanaondoka. VX 8 zimekuja. Jamani, huu ni ubadhirifu wa pesa za Watanzania suala langu la tatu, wizara ya mambo ya nje, sasa hivi kila mkoa unaoenda unakutana na Wachina, kila mkoa unaenda unakutana na Wachina. Jamani, hawa Wachina nawahakikishia tukianza kukutana nao leba odi, haki ya Mungu, nchi hii mwaka elfu mbili na thelathini tunafanya sensa, wao watakuwa wengi kuliko sisi. Kwa hiyo wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje, mliangalie hili wako Wachina wanaishi, hawana passport, hawajui visa ndo nini, wanaingia tu, lakini si kwenda kwao, wanatudhibiti kwa hiyo naomba mliangalie ile hapa. Tuli kamati ya sheria ndogo tulifanya ziara ya mpiga chapa wa serikali. Jamani mawaziri, mi namwomba rais ajaribu aende katika ofisi ya mpiga chapa wa serikali, sijawahi kuona ofisi mbovu kama ile. Yaani ukienda uwezi ukategemea kama wanafanya kazi ya printing, haina tofauti na station ya Tazara au ile station kubwa. Kwa hiyo naomba rais aende akaitembelee pale, ina hali mbaya hawafanyi kazi yani, kazi yao kubwa wakiletewa kazi za serikali kuprint, kazi za serikali wanaenda kuprint kwa Wahindi. Sasa siri za serikali zinakuwa wapi tena? Siri zinakuwa zinavuja huko mitani, alafu tunalalamika hapo, serikali yetu haina siri, serikali yetu haina siri. Swala la nne, jamani, mimi Mlinga sipingi vita dhidi ya madawa ya kulevya. Ninacholalamika, ninacholalamika na ninacholaani mtu kutumia madaraka yake kupigana vita binafsi, kuigeuza kuwa vita ya kitaifa. Hicho ndicho ninachopinga. Niko tayari mimi Mlinga, niko tayari kusimama mbele ya rais, kumwambia chanzo cha vita hii, kumwambia ukweli. Vita haijaanza kwa ajili ya madawa ya kulevya, vita imeanza ugomvi binafsi. Baada ya kuona ita backfire, wakaigeuza kuwa vita ya madawa ya kulevya. Niko tayari kusimama mbele ya rais, achunguze chanzo ni nini. Wale wasanii waliowekwa ndani, chanzo kilikuwa nini? Haikuwa vita dhidi ya madawa ya kulevya. Niko tayari kusimama mbele yake kumwelezea, aangalie ukurupukaji huu utasababishia uvunjifu wa amani Tanzania. Leo mmemtaja Gwajima na watu, mmemtaja Mbowe wa Chadema watakaa pembeni, mtawataja wa, wakina Manji, watu wa Yanga watakaa pembeni. Jamani, uchungu wa mambo haya uchungu wa mambo haya, kama una familia ukija kutajwa utayaona machungu yake. Sio rahisi hivyo mnavyofikiria, siyo rahisi mnavyofikiria. Leo hii umeniharibia heshima yangu mimi Mlinga na wananchi wangu kule Ulanga na mke wangu na ndugu zake na watoto wangu wanasoma shule hivyo, watoto wangu wanatembeaje huku walipo jamani? Leo hii nimekutaja wewe, unahusika na madawa ya kulevya hivi. Watu wanaonifahamu wanatembeaje huko walipo jamani? Haya mambo myasikie, yasije yakawakuta. Rais amemteua IGP, waziri wa mambo ya ndani, jamani, mbona mko kimya? Hamna shughuli za kufanya? Kwa nini mnawaachia watu wanadhalilishwa eh? Kwa nini tunawachia watu wanadhalilishwa? Nchi yetu ina wakuu wa mikoa ishirini na tano. Nime experience kinachoanzia Dar es Salaam, wakuu wa mikoa wote wanafuata hivi. Kila mkuu wa mkoa akisimama, akianza kufanya yale yanayofanyika Dar es Salaam, jamani, tutakuwa wapi? Tutakuwa wapi? Kwa hiyo tufikirie vitu kabla ya kufanya. Asante, tunaposema sana, sisi wabunge sio kwamba tunawaonea watu hivu. Asante, tunashukuru.